Assalamu alaikum warahmatullahi wa wabarakatu, ndugu yangu mpendwa, ambaye unatufuatilia kupitia Haji Upepo Online TV. Natumai bila shaka wewe ni mpenzi wetu kwa hali na mali, na natumai pasina shaka kwamba unatamani harakati zetu zifike mbali zaidi na chaneli yetu iboreke zaidi. Kwa hivyo basi, tunakuomba hivi sasa, tuma mchango wako kwa haraka mno kupitia namba zetu hizo hapo chini. Kisha baada ya kutuma mchango wako tu nitumie SMS kupitia WhatsApp kwa namba yangu hiyo hapo, na hapo nitakuunga katika magrupu yetu ya elimu ambayo tunafundisha vitabu na fani mbalimbali mbali, ili uwe memba wa Haji Upepo Online TV. Channel yetu kwa sasa haina vifaa kabisa kabisa, na kwa hivyo tunaomba uchangie sasa bila ya kurudi nyuma na bila ya kusema kwamba atachangia mwingine. Ni wewe ambaye tunakutarajia utashikamana nasi katika hali yetu hii ya kidharura ili tutatue tatizo letu hili na harakati zetu ziende mbele. Fanya haraka kwenye hili. Changia sasa kadri ya uwezo wako kupitia namba zetu hizo hapo kisha nitumie SMS kupitia WhatsApp. Shukran sana, wa jazakumullahu khairan. wamekosa insaf wakina Haji Upepo kutoka huko usikuetwajo Jambiani si kutoka wapi huko smenye tasifahamu hatujui dawa yake ikoje, ni mtu sufi kuburi khurafi. <laughs> Sasa hapa angalia kituko hiki mm -hmm. anakuja huyu wahabi wa pili, huyu <laughs> anakuja anasema kwamba katika channel sasa ya Haji, Haji Upepo eti kwamba hajui dawa ya Haji Upepo ni dawa gani? Hivi kweli? Ndio maana tunasema mawahabi akili zao zina matatizo. Kuna mtu asiyojua dawa ya Haji Upepo? Nani asiyojua dawa inayofanywa na Haji Upepo? Alafu cha ajabu hata hajui huyo Haji Upepo mwenyewe alipo, na sijui Jambiani, sijui sasa, kitu kama ujui unasema <laughs> sema nini? Yeye mwenyewe kasema sijui Jambiani, sijui sasa, sijui sijui nini. Mimi mimi nichojifunza hapa. Aiwa ni muoga huyu. Sasa unajua, <laughs> ukimwona mbwa yuko <hugua> <hugua> uh, anabweka mara zote, mchunguze huko anapobweka na hasa kama kuna kitu anahitaji kushambuliana nacho mbele utaona uh, kasi ya mkia ule kutikisa, kutikisa mkia kunaongezeka sana <laughs> wakati anabweka uh, na ule mkia ule nyuma uko bize. Ishara ni nini? Ni uoga, kwamba yule mbwa anamtisha adui kwamba wa nyuma <laughs> kwa hiyo ajue kwamba na, na ule mkia uko bize kwamba nipo na huko nyuma nipo mimi, kwa sababu e, aone hivyo. Sasa kinachoonekana ni kwamba hawa ni waoga wanamuokopa huae kiasiza mtazamowakilunaju ss Hajupepo ni mwiba kwao na uwezo Haj Upepo huyu awezi kuingiannzilafu wapi? Sasa cha ajabu zaidi anaseab makaburi huyo anaweza kuleta ushahidiwamba Haj Upepo ameabudu kaburi. <laughs> Tukot, ha, yani uongo katika genge la kiwahabi ndio nguzo katika dini lao e, alafu wanajiita kwamba salafi wao salafi wao mawahabi tu, hawa hawana cha usalafi hawa. Masalafi ni katika karne tatu zilizopita halas, habari <laughs> imekwisha. Hawa ni ha, mawahabi kuanzia leo tuseme kabisa, kuanzia leo marufuku kujiita salafi, kuanzia leo marufuku kujiita salafi kwa sababu nini? wengine labda tusiseme tu ni wahabi yaliochangamka nini. Mtakuwa ni mawahabi mliochangamka kidogo hivyo, mmechangamka eh, kidogo. Kitu kingine ambacho naweza kuwaambia mimi watu, jamani, kama mnataka faida, sikilizeni sana na mfuatilie sana channel hii ya Haji Upepo, ina faida nyingi inatoa ilmu kubwa sana, inaelimisha jamii na inawazindua watu kutokana na uhuni wa hawa mawahabi. Katika hali za namna hiyo, kwa hiyo ukiona hii chaneli msisikilize unazibwa akili na unafanywa wewe ni mjinga, uendelee kusikiliza porojo na ujinga wao, badala ya kupanua fikra na uwezo wako kusikiliza mashekhe wa aina tofauti tofauti katika hali za namna hii. Na mimi nikuambieni, tumsikilize sana Sheikh Haji Upepo kwa sababu ana natija kubwa, ana faida kubwa, na chaneli yake ni chaneli bora, inatoa maalumati yaliokuwa mazuri kabisa biidhnillah. Acheni na wahuni hawa, achaneni na wahuni hawa ambao wanaosema kwamba rahmatullahi wa barakatuh, ndugu yangu mpendwa, ambaye unatufuatilia kupitia Haji Upepo online TV, natumai bila shaka wewe ni mpenzi wetu kwa hali na mali, na natumai pasi na shaka kwamba unatamani harakati zetu zifike mbali zaidi na chaneli yetu iboreke zaidi. Kwa hivyo basi, tunakuomba kuomba hivi sasa tuma mchango wako kwa haraka mno kupitia namba zetu hizo hapo chini. Kisha baada ya kutuma mchango wako tu nitumie sms kupitia whatsapp kwa namba yangu hiyo hapo, na hapo nitakuunga katika magrupu yetu ya elimu ambayo tunafundisha vitabu na fani mbalimbali mbali, ili uwe memba wa Haji Upepo online tv. Channel yetu kwa sasa haina vifaa kabisa kabisa, na kwa hivyo tunaomba uchangie sasa, bila ya kurudi nyuma na bila ya kusema kwamba atachangia mwingine. Ni wewe ambaye tunakutarajia utashikamana nasi katika hali yetu hii ya kidharura, ili tutatue tatizo letu hili na harakati zetu ziende mbele. Fanya haraka kwenye hili, changia sasa kadri ya uwezo wako kupitia namba zetu hizo hapo, kisha nitumie sms kupitia WhatsApp. Shukran sana, wa jazakumullahu khairan.